Jina naitwa Aidan Andrea Msigwa, e, ni na kampuni ya Mdimi Investment lakini kampuni kama kampuni ya janga kufanya kazi rasmi, nafanya kazi kama Aidan Msigwa, lakini nilikuwa na nimeungana ungana na kampuni lakini huko nakoelekea na mkomba tahamia kwenye, kwenye, kampuni shughuli za uchimbaji. Nimeanza kitambo kirefu sana kwenye maisha yangu, naweza kusema nusu ya maisha yangu mimi nimefanya kwenye uchimbaji kwa sababu nimemaliza shule mwaka 1989 mwezi wa kumi, na huo mwezi niliingia polini kuchimba. Kwa hiyo 89 ile mwezi wa kumi mpaka unafika leo hii 2025 mimi shughuli zangu ni uchimbaji tu. Siku za nyuma tulikuwa sisi kwa upande wa watu wa Chunya tulikuwa tunaona wenzetu wanasoma, tunasoma pamoja na wenzetu wale kaka zetu wanasoma huko mbele lakini tunaona unachelewa kusoma huko, ila hao wenyewe hawasomi, hao tunaonekana wana hela <laughs> kwa hiyo kwa tunajiuliza so, hivi ukisoma si utafuta hela na ukikatisha kwenda moja kwenye huko so, kwenye kwenye kuchimba utapata hela. Kwa hiyo ndio hicho chenyewe niliamini mimi kwamba nipige shot kati, lakini sasa hizi najuta juta hivi kwamba elimu elimu <laughs> ni muhimu, na unapata tabu, kwa sababu wanakuja wageni, ni size mingi, enda nchi za nje utakuta nimebeba wa watu kama wanne, huyu ataongea Kichina, huyu aongee Kiingereza, yani hivyo yani, kwa hiyo kidogo naumia, lakini kilichonipeleka sana sana ni ile tamaa tu kwamba nilienda moja kwa moja. Eh si, miaka ya nyuma ile ya elfu moja mia tisa na tisini na tisa ile. Tulikuwa tunafanya shughuli nilikuwa nafanya shughuli zangu sana kule kwenye ule mto Zila, Ifumbo kule. Tulikuwa tunatumia vile viota pump vile, vile, vile, vile, vile, vile unafunga maji mto basi natafuta hiyo zaabu kutoka hapo. Elfu mbili tukahamia kwenye huu mto Rupa baada ya miaka elfu mbili na mbili ile ikaja teknolojia metal detector zile, kwa tukaingia kwenye hizo metal detector, tumezifanya zile, lakini baadaye tukaingia kwenye makarasha usagaji wa mawe usagajiwamawe mwaka elfu mbili na kumi, mimi mimi binafsi nikaacha kwenye yule masuala ya makarasha nikaingia kwenye teknolojia ya uchenjuaji. Kwa Chunya hapa mimi naamini ndio muasisi wa shughuli za uchenjuaji, namshukuru Mwenyezi Mungu japokuwa sio kwa malengo lakini namshukuru nasogea ni, kwa miaka karibu minne nyuma huko kabla ya hapa tulipofika, nimekuwa na, na zalisha nimepata tuzo kama nne hivi za uchimbaji uzalishaji mzuri na uchimbaji bora hivyo, lakini nashukuru mwaka wa jana mwaka elfu mbili na ishirini na nne kidogo ni, ni, ni kama nilisitua taifa hivi, na nashukuru Mwenyezi Mungu, rekodi yangu mpaka sasa hivi bado amenitunzia. Nafikiri anataka nivunje na nyingine. Mimi nataka kwenye maisha yangu kama huko mbinguni nitachomwa na Mwenyezi Mungu kwa makosa mengine, lakini uwizi, yani kufanya uwizi, kuibia serikali, hata hiyo hata hiyo point hamna kabisa. Naamini kwamba ukipata dhahabu, nenda sehemu sahihi kwa usalama. Hapa tulipo, nilikuwa nimeshaanza ununuzi mwezi wa sita, nilikuwa sitalengapi ndio nianza kulipa malipo ya kwanza ya hapa hapa Sunshine. Kwa hiyo nashukuru Mwenyezi Mungu, alivyofika mwezi wa tisa ilinisaidia sana. Kwa kweli namshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu nilianza kununua, lakini nafikiri nigefika mwisho ningeshindwa kwa sababu hela niliyonunua hapo ni kidogo, ni nyingi. Na sasa hivi naendelea kufanya kazi niununua vifaa vingine sikaveta kama saba lakini, nikaongeza maloli. Nilikuwa natumia zile compressor ndogo, nikanua ligi kwa ajili e, ya uchorongaji mkubwa, hivyo imeona ongezeko kubwa sana la watu. Na mimi nashukuru kwamba nilionyesha kwamba kumbe mali ipo. Japokuwa kazi yake ilikuwa ngumu, lakini nilivumbua kitu ambacho Nikaaminisha kwamba Tanzania ina mali na ipo. Kwa hiyo na, na shauri tu, nawashauri hasa wanachunya wenzangu, kwanza tusifike sehemu tukawa tunaogopa mali iko Chunya, tuongeze bidii, tushirikiane na wageni, tuje tufanye kazi. Mwenyezi Mungu ametupa mali, tufanye kazi ya kui. Kuchimba, ni kuchimba tu, tuchimbe tutafuta na teknolojia, naamini tutafanikiwa, ila mali ipo.